Karibu tena mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi hapa kwenye Sema na Citizen, ambapo hii leo tunazungumzia starehe za watoto wakati huu wa likizo. Ni mambo gani ambayo kama wazazi tunaweza kufanya kuhakikisha kwamba watoto wana shughuli mbalimbali? Kwanza kabisa, hebu tuwasikize wakazi wa kaunti za Nyamira na Narok, wanawashughulisha vipi watoto wao wakati huu wa likizo kwa likizo na sherehe za kufunga kwa mwaka huenda kukosesha vijana katika mambo ambayo si ya kupendeza, ikiwemo matumizi ya mihadarati na kujihusisha katika ngono ya mapema inayopelekea mimba za mapema hasa kwa wasichana wanaosoma. Na leo hii katika kaunti hii ya Narok nimeweza kujumuika na vijana katika uga wa Ole Ntimama, ambapo wamejihusisha na mazoezi ili kuweka mbali mawazo ambayo haifai kupitia mazoezi. Kaunti ya Narok imetusaidia sana kuleta hii stadium kwenye uga huu na ni mzuri sana. Tunahimiza vijana wakati wanaingia msimu wa Krismasi, shule nyingi zimefungwa, colleges pia zimefungwa. Kuna ma negative energies: kuingia kwa miadarati, kuingia kwa mambo ya ndoa ya mapema, kuingia kwa wizi so kama hii kaunti imetusaidia sana ya kuleta hii facility kwa sababu watu wanapokuja kufanya mazoezi kwa hii kiwanja moja, inapunguza time wasting, pili, inafanya mtu ana stress level zake zinarudi chini, ya tatu, anakuwa fit ya yani, nne, inapunguza hii bad vices ambayo ni historia ya kuingia kwa miadarati kuingia kwa mapenzi ya mapema kuingia kwa wizi kuingia kwa gambling ambazo zimekuwa negative energy sana upande wa Narok kwa vijana wadogo. Mimi kama coach nawaambia wakuja hapa, tuko na gym, tuko na kiwanja nzuri sana. Kuna nafasi kubwa hapa, unaweza cheza football, unaweza ingia kwa gym, unaweza kimbia, unaweza cheza basketball. Unaweza kuja hapa utulie na kitabu na usome. Ama unaweza kuja hapa utulie na uangalie mpira. Hiyo ina reduce sana maneno ya negative energy. Na kama kaunti tungependa hawa vijana kwa sababu ni vizazi ambazo vinakuja washikilia sana mazoezi. Inafanya wana kwa watu wa maana katika jamii. Tuna encourage pia adults, wazazi, watu wakubwa, watu wanaofanya kazi, wana biashara, wakuja kwenye hii uga. Hii uga hailipishwi, ni bure. Kaunti imetenga hii uga kuonyesha kwamba watu wanaro kwa nako na afya njema. So tuna encourage sana wafike hapa, wakishafika hapa tutawaonyesha mazoezi bila inafanya, tutawaingiza kwa gym. Tutawa encourage. Mimi ni Gen Z, nimekuja hapa kupiga tizi hapa Ulindi Mama Stadium. Uh, inasaidia kwa kwa nini ku keep fit plus ku kupunguza weight plus kucheza nini, kwa hiyo magonjwa kama sukari nini. Hadi mimi encourage youth wote wakuje tupige fit, hadi mimi sasa inaona vin me reduce na, yeah imenisaidia sana, nilikuwa na 100 kgs sasa niko 92. Kama si majenzi, inatuepusha na vitu mingi sana, ya kwanza mimba za mapema. Kwa yule ambayo ni mlemavu nitamwambia ntawambia akuje gym atoke eh, asijione ati ametengwa na wenzake atijua kuna ulemavu um i i work at the lunch in a a and and uh, this morning i've come come here to to to exercise you you you you you know know know working as a hostess it's not easy it it it demands you to be physically fit and, uh, also, you know, keeping fit also keeping is a good thing mm, no I think fitness comes by you know, you have to work for it. It doesn't come naturally to some maybe yeah but for us you you know with our body changing it you need to keep fit by the gym um, I would say my journey started from 78 kgs and currently I'm at 62. kutoka ugawa wa William ole Ntimama hapa mjini Narok jina langu ni Ruben Motochi <laughs> Ni msimu mwingine ambapo wanafunzi na vijana mbalimbali wanaungana katika likizo ndefu, na hapa katika kaunti hii ya Nyamira, tunaungana naye Daktari Masi Motanya ambaye ni chief officer katika idara ya jinsia, vijana na michezo katika kaunti hii ya Nyamira, ili naye atuelezee serikali ya kaunti na haswa idara yake wameweka mikakati ipi kuona kwamba vijana hawa wamepata shughuli za kufanya hasa wakati huu wa msimu huu wa likizo ndefu. kwa majina ni daktari Masimo Ramotanya ni Chief Officer wa gatuzi la Nyamira kwenye idara ya jinsia, vijana, michezo uh, na utamaduni. Mipango ambayo tuko nayo kwa wakati huu, manake likizo ni ndefu, tuko na uh, kile tunachoita talent search and creative economy, mahali ambapo vijana hawa wanakuja kuonyesha talanta zao, na baada ya kuonyesha talanta zao tunawalipa. Baada ya hapo, uh, creative economy ya yetu tumeipanga hivi, tuko na kandanda ambayo itaanza pale kwenye wodi, ikuje kwenye sub county na kisha imalizie kwenye kaunti nzima, mali ambapo tutawalipa. Wale washindi watapewa zawadi na tuzo mbalimbali. Wakandanda wale watakaoshinda, hatimaye tutawapatia shilingi elfu mia tatu immediately wakimaliza na hawa wengine wasanii waimbaji nyimbo za uh, muziki nyimbo za utamaduni nyimbo, nyimbo zote zile na pia tunaopatia washindi wa kwanza wanapewa um, uh, pesa ambayo hatujasema tuja, kama, kama department, lakini mwaka jana tuliweza kuwapatia zawadi zao na wote tuliomalizia na kila mmoja ambaye alishiriki mwaka jana tulimpatia pesa at least zawadi mwaka jana tulianza tarehe kumi na tisa mwezi wa kumi na moja hadi tarehe kumi na tisa mwezi wa kumi na mbili. Mwaka huu pia pia tumeupangia hivyo hivyo, tarehe ni kumi na tisa mwezi wa kumi na moja. Pia ICT hub ni, ni sehemu ambayo ama ni kitengo ambacho kimekuja kilianza na Department of Finance lakini siku hizi kiko katika Department of Education. Vijana wanaotakikana hapa kuja kujifunza ni kuanzia miaka 18 hadi 35. Wanakuja kufanya nini? Wanakuja kujifunza aa, jinsi ya kutafuta pesa online online uh, creative writing and all that. Wanapokuja hapa wanafunzwa na, na, na serikali ya kaunti hii bure, hawalipi malipo yoyote wao ni kuja tu, lakini lazima wajisajili. Tumeweka uh, mikakati ya kujisajili, wanajisajili online, wanakuja wanafunzwa for two months and then they graduate officially nam. Hiyo ndio kauli yake afisa huyu, daktari Masi Motanya, akizungumzia ile mikakati ambayo serikali ya county imeweka kuhakikisha kwamba vijana wenye talanta mbalimbali, ikiwemo mbali kandanda, uimbaji, uigizaji na talanta nyinginezo, wamepata fursa ya kuonyesha talanta zao na kupata zawadi wakati huu wa likizo ndefu, na vilevile akizungumzia suala la maabara ambayo imeanzishwa na serikali ya kaunti hii ya Nyamira ili kuhakikisha kwamba vijana wanajitokeza na kupata uh, mafunzo ya kompyuta uh, ili kuona kwamba wa, wanapata ajira za mtandaoni. kiripoti ya nungia, Citizen kutoka kaunti hii ya Nyamira, langu jina ni Duncan Bondi. Naam, shukran Duncan Bundi hapo kutoka kaunti ya Nyamira. Nataka kuwasomea baadhi ya jumbe ambazo ziko hapa. Kuna mmoja nasema parents should help their children identify their talents and utilize the long holiday to mold them. Mm-hmm. Lakini kuna watoto wawili hapa. Kuna mmoja nasema I am 13. I like football. But babangu ananiambia uh, ukicheza ball eh, ama hii ball nitakusaidia upate chakula. Yeye anasema jambo hili lilimuumiza. Kuna mwingine hapa anasema ana umri wa miaka kumi na sita. Anasema maswala ya resources fedha ni changamoto mm -hmm. kubwa. Mwingine hapa anasema watoto, watoto wakae na wazazi wao. Uh, Michael, mara nyingi uh, wazazi wakisikia swala la kupeleka mtoto mahali fulani mm -hmm. tayari wanafikiria fedha mm -hmm. kitu cha kwanza kinachokuja, mm -hmm. ni eh, hiyo pesa itatoka wapi? mm -hmm. hebu tueleze umuhimu wa kuwekeza katika mtoto wako kujishughulisha mm. Wakati huu haswa, kwa wale ambao hawana sehemu maalum ambapo watoto wanaweza kucheza, lakini wana nafasi katika eneo lingine ambapo watahitajika kutumia pesa kidogo kuhakikisha kwamba mtoto hayuko idle mm. Uh, ni vizuri kwamba mzazi aelewe unapowekeza kwa mtoto wako kwa mambo ambayo yanahusiana na sanaa na michezo hujapoteza. mm -hmm. Sababu ukiangalia mtaala mpya ambao tuko nao wa CBC Unaelege, unaegemea sana kwa mambo ya michezo, mtoto ahusishwe sio tu kwa mambo ya masomo peke yake, kwa sababu hata ukiangalia wanapofika kuelekea kwele, kwenye sasa tuseme kama senior school eh. mm -hmm. hawataenda hivi hivi. Kuna yule ambaye labda kimasomo hayuko sawa, lakini ukiingia kwa michezo na sanaa ako sawa mm -hmm. na ndio maana wakaweka hizi njia tatu za kwenda senior school mm -hmm. Kwa hivyo mtoto, mzazi anapoekeza anapo, asione kama anapoteza hizo fedha sababu kiangalia hata ni wakati mzazi mwenyewe saa zingine anatumia kapesa ngapi kwa mambo ambayo hata hayana maana manufaa. Mm -hmm. katika kujifurahisha yeye mm -hmm. Sasa unapowekeza kwa mtoto, unapoweka kiasi fulani cha pesa ama unapoweka fedha kidogo tu, upeleke mtoto wako mahali ambapo ataji atapata yani ile kucheza kupatana na wenzake. Sio ni kama hiyo ni kupoteza unapoteza. Mm -hmm. Ni ukiangalia wazazi wengi sasa inajua wanaelekea wanaangalia mambo ya tunaelekea likizoni Desemba, na ni wanajua ametenga hela, wanaangalia katu kipindi hicho tu cha siku mbili tatu ati ndio mtoto atapelekwa nje outing acheze nini, lakini mzazi ambaye anaweza anajiweza ama ambaye ana si pesa nyingi, kama ukipeleka mtoto mahali ambapo kuna swimming, that is an activity ambayo itasaidia ule mtoto mm -hmm. at least viungo na kila kitu mm -hmm. so, na ukiangalia mahali popote kuna vidimbwi, hata si hela nyingi, kienda sana 300 ni kwamba Mm -hmm. Pesa ambayo mzazi anaweza kosa. Mm -hmm. Labda akipeleka kwenye hiyo viwanda kwa kulingana na talanta yake aende akacheze mpira na sio ati anashinda pale atakuwa amelipa pesa ngapi? Mm -hmm. Kwa hivyo ni muhimu sana mzazi aelewe anapotumia kwa mtoto wake, pesa yote ambayo anatumia kwa mtoto wake sikupoteza, anapoteza kwa Mm -hmm. sababu anasaidia huyo mtoto hasa wakati kama huu ambao ako nyumbani. Mm -hmm. na anamwepusha na mambo mengi sana. Mm -hmm. Kwa hivyo ni kama vile anavyo kuna unapata unalipa karo shuleni. Mm -hmm. Unapolipa karo shuleni mtoto asome kweli, unapoteza ama unasaidia mtoto mm -hmm. kimaisha. Naam. Mm -hmm. Kwa hivyo mimi nitasema wazazi wajaribu pia kuangalia mtoto wangu ako na talanta gani. Mm -hmm. Na unajaribu kudu, kukuza hiyo talanta. Sababu, usiangalie tu mambo ya masomo. Kuna mwingine labda hata haya masomo hayatamsaidii faidi hata ukombea kimaliza masomo. Mm -hmm. Kwa hivyo tunafaa tuangalie kama wakati huu kama vile umana, kuna hiyo arafa ambayo umesoma, kama mtoto wako ana talanta fulani na kuna mahali ambapo anaweza iendeleza, mzazi atumie huu mwezi wa kumi na moja na kumi na mbili ku, kumsaidia, ndio hata akirudi shuleni mwalimu ama mwalimu naye aendeleze hiyo, mm. talatalanta atakuwa amesaidiana. Kwa hivyo mi nasema kwamba wazazi wasione kama wanapoteza mm -hmm. mm. Uh, kocha Albert, zungumzia hilo kwamba kuna mtoto ambaye yeye anapenda kandanda lakini mzazi anaona kama ni kujifurahisha tu, haoni kwamba kuna taaluma katika siku za usoni. Hiyo e, ni changamoto kubwa sana, kwa sababu pale Umoja penye mi nakaa penye

kuna wengine wengi wanaona, sasa unajua kuuza wachezaji ama kutoa wachezaji kutoka kwa timu yako na kushirikiana na wazazi, ni inakuanga ni ngumu. Wakati unaitiza kitu fulani ama fedha, upeleke mtoto mbali, sasa inakuja hivi juu, kule Iceland ni ngumu sana eh mzazi kupatia accommodation ya mtoto, so kitu unaweza tu fanya pale ni moja, unatumia mbinu yako wewe, itabidi sasa uingie kwa mfuko yako Mm -hmm. Upeleke watoto wa mahali wacheze mpira waonekane na, na makochi wengine ama timu zingine. Sasa hapo ndi penye unakuja, unaambia mzazi fanya hivi wewe tu ni, ni supporti mtoto wako mwenyewe na transport, vile mwenzangu amesema mm -hmm. Sasa mtoto anaenda anapatia mzazi presha, ambapo ampatie fedha ya kuenda mahali kupeleka mpira kwenda mm -hmm. kucheza, so wazazi wanafika mahali wanaona huyu coach juu ataki mambo ya ya masomo ama anaona yeye tu ni mpira na watoto, mtoto anasema na, pana kama sitakupatia hiyo fedha ya kuenda, we rudi usome, ukae kwa nyumba. Watu wengine wanaenda, na ndio maana unaona mtoto ako very right, kwa sababu anaona wengine wana progress kwa mpira, yeye mzazi wako amemkazia maisha. So inafika mahali sasa anaona juu kama weng, wangu wengine wana, wanaenda vizuri wanaonekana na mimi pia napenda kucheza hiyo mpira, mzazi mm. ni kazi ya nisome, na sijui kama mimi nitatoboa masomo nipate kazi vile nataka. Sasa mm. ndio unapata wanaanza kusumbuana na mzazi kwa nyumba mm. sasa inafika mahali anasema, hapana, hata hiyo tuition nisiendi na nikienda napiga kona mm. kwa sababu ya nini? Jirani yake hapa anaenda mazoezi, wanaenda mahali wanacheza, wenzao ndio wana progress, wanaenda kwa football mzazi mm. wangu hapa amenikazia mambo na mm na mpira so inafika mahali tunasema, ni sawa, tunaelewa situation vile iko sahi. Wazazi wengine bibi hawajiwezi kulingana na program vile tuko, mm. -hmm. but tunasema uwezi ukaji uwezi ukakuwa stingi, mpaka imefika mahali, au uwezi ukasupport mtoto wako chikini anapenda, mm -hmm. so tunasema hivi, na fadhali wazazi wakuja pamoja, atoe kidogo mwingine atoe kidogo, tuweke pamoja mm -hmm. tuna kama nasukuma gurudumu liende pamoja na. Yeah. Uh, neno kwa, kwa watoto ambao wanashiriki michezo unaweza kutueleza ku, uh, uh, ni mambo gani ambayo zaidi ya kule kujifurahisha, ambayo uh, mtoto anaweza kukuza kama maswala ya kujiamini, maswala ya kushirikiana na watoto wengine? mm -hmm. hey, mtoto karia ya kwanza ama, uh, kazi ya kwanza yenyewe mtoto anafaa kufanya kabisa akiwa mdogo ni kucheza. mm -hmm. Kwa sababu katika um, child development hiyo kukua kwa mtoto kuweza kudevelop uh, skills za mwili hata kama ni motor skills, kushika, kuweza kukimbia, you know, kustrengthen muscles zake za miguu. Pia cognitive development, vile maindi yake inafanya kazi inasaidika sana akiwa kwa mchezo yeah, na kwamba isikuwe tu mchezo ya simu unajua, no. Pia tunaweza tunasema mchezo na mwingine anaelewa yeah, ni ya simu yeah enye inahitaji physical activity enye mm -hmm. Mtoto ana expend energy yake mm -hmm. Inamsaidia sana ku develop mentally, ku develop uh, physically mm -hmm. vile mwili yake inakuwa na. Sasa mtoto unapata hata ako ana, ako beta kwa vile mwili yake ina process as in mm -hmm. metabolism. So mtoto akiwa pale ako exposed kwa natural light, kwa sun, kwa weather tu ya nje safi, si ati anaka mm -hmm. all the time ako kwa semi darkness. Kuna venye tukikaa kwa nyumba sana, unapata a lot of times, either tunatumia artificial light, ama pia nyumba zingine ziko na semi darkness, so mm -hmm. unapata mtoto hata macho peke yake ku develop vizuri, ana struggle because most of the time ako in that darkness state mm -hmm. na pia unapata wanavaa wakiwa sana kwa screen pia kwa, kwa simu kwa TV, anaenda kuvaa kitu kama specs mapema sana. Ana, anatumia macho nini macho nne ama macho mbili? <laughs> <laughs> Miwani. <laughs> Miwani. Jamani Kiswahili. So, unapata mtoto there are things yenye Mungu alikuwa shawatayarishia kitambo, alijua mtoto akitembea akiwa nje, vitamin D ana benefit na hizo zote. So, apart from kujifurahisha, which is also very important, mtoto anakuwa na hiyo development physical na pia the emotional development. Mm-hmm. Because sana sana hata cheza peke yake. So unapata anajua Oh, pia nikikosa nikikosa kuscore goal moja, si lazima dunia i-stop mm -hmm. Pia naanza kujua, oh mimi udeal na emotions zangu nikisikia nimefeli, nikisikia ni, mefali, nikisikia ni si, si, si, sijaweza kurelate na huu mtu vizuri, what do I do? So pia kuna mm -hmm. social skills, kuna emotional uh, development yenye na happen hapo. Kuna physical, relational pia mtoto, yani it's all round mm -hmm. So play is very important kwa mtoto mdogo na pia wale wakubwa. mm -hmm. Kwa all round development yao. Mm -hmm. yao. Michael, kuna, kuna kanuni fulani mm -hmm. uh, ama viwango fulani ambavyo unaweza kusema vinapaswa kusimamia vituo vya uh, vya uh, michezo, vituo vya uh, kujistarehesha haswa kwa watoto. Kuna viwango fulani ambavyo lazima vifuatiliwe. Mm. maana mzazi anaweza kusikia kuna kituo fulani mahali fulani lakini hajui mm. viwango ni vipi. Mm -hmm. Viwango vya wanafunzi ama Standard. wa standards. Standards zile za, za, za kituo chenyewe. Chenyewe, kipi ambacho mzazi anapaswa kuwa tayari anajua akienda mm. kutafuta kituo mm -hmm. hiki kituo kinapaswa kuwa na ABCD, aha mm. ah, hivi vituo lazima kwanza mambo ya usalama uwepo, mm. na hasa wa, wakati watoto wanaingia kwenye wale ile michezo mm. lazima wale watoto wawe na watu ambao watakaoongoza, mm. na ndipo saa mimi nasema kulingana na mali tupo na kituo chetu hiyo ni jambo moja ambalo tumeangalia kabisa mm -hmm. Uh, pia ile michezo ambayo iko pale lazima iwe imeangaliwa kwa ile usalama wake ukoje? mm -hmm. kitu ambayo hawezi kaumiza mtoto na kama nani vile imezingirwa, ni vitu ambavyo haviwezi kaleta madhara kwa yule mtoto mwenye mm -hmm. kucheza. Na in, ikiwa an accident can happen hata tukiwa pale mm -hmm. ni mikakati gani ambayo umefanya kama kituo ya kusaidia katika mambo kama, kama hayo. Mm -hmm. Jambo lingine ni labda vile kusema unaposema, mambo ya kifedha, angalia usilipishe ada ambayo ipo juu sana, mpaka mzazi anaona, ai hata ni kama nina naweza na, na ama ninataka kumpeleka mtoto wangu pale huo Mm -hmm. uwezo sina. Mm -hmm. Angalau tunaangalia pia mambo ya sababu, uchumi pia nao lazima uangaliwe. Na ndiposa unakuta like mahali pale kwenye kituo chetu, unapoleta mtoto wako, unapoa ninia kadhaa uangalie ni vipi mtoto wako una anaweza cheza, na pia kuna ile michezo ambayo inahusiana na watoto wadogo. Mm -hmm. Na wako na michezo yao. Mm -hmm. Kuna ile ambayo tunaruhusu wale ambao wako umri wa kati. Mm -hmm. Kuna ile ambayo tunasema hii ni ya watu, ni watu ambao wa umri mkubwa kabisa. Mm -hmm. Na hiyo tunapo, tunapoangalia michezo yote lazima kuwe na mmoja wetu ambao wameajiriwa kuangalia watoto wanapocheza. Kwa hivyo we mzazi unapoleta mtoto pale we hautahusika ti kwenda kwa lazima ukimbizane na yeye huko. We hata unakuja starehe zako, labda umekaa pale unaj jivinjari na chupa ya soda ama maji mm -hmm. Mtoto wako anaendelea na nini mm -hmm. na michezo pale mm -hmm. Kwa hivyo usalama ni kitu ya muhimu sana kwenye hivyo vituo mm -hmm. Na wazazi wengi wanapeleka watoto, hiyo kitu ndio kitu ya kwanza wanaangaliaga sana mm -hmm. Mtoto wangu ndio ameenda. Pia kitu kingine ni usafi lazima mahali pale pale mm. Sababu <laughs> kuna vitu, eh, vituo vingine utaenda mpaka usikitike, ushindwe eh, hapa hey, mm. Kama kweli nataka mtoto wangu acheze hapa, badala ya mtoto wangu nitoke hapa nampeleka hospitali kwa sababu ya eh, hali ya hapa ya kimazingira mm. yake fadhali ni ikae mm. So hawa mambo yote lazima tuangalie no. Na sio kujisifu, lakini gravity tumejaribu no, tumejaribu mambo hayo yote ya usafi na gravity iko wapi? <laughs> maana vile, umesema kuna <laughs> sehemu ambapo mzazi anaweza <laughs> kushika chupa yake ya soda. Kuna mzazi mmoja nimemsikia akicheka kwenye sikio langu hapa. Inaonekana hilo ni jambo ambalo wazazi wanafurahia, maana akipata mali kwa mtoto kujifurahisha, na pia yeye apate mahali pa pia naweza kushusha pumzi. Nadhani pia ni muhimu yeah. kwa mzazi mm -hmm. kwa hivyo kikituo kiko hapa uh, tuko na vituo viwili, kimoja kipo hapa Langata National Housing na ile ambayo sana sana ambayo iko na vitu uh, michezo mingi na hao mambo yote ipo upande wa Eastern Bypass mm -hmm napo, kama inategemea unatoka upande gani mm -hmm. kwa wale ambao natoka upande wa utawala kifika uh, Ruai Bypass mbele yake kidogo mm -hmm unapotoka upande wa Kamaki wale watu wanaenda kula nyama huko, badala ya kula nyama Kamaki wateremke, walete watoto wao, wanakaa pale, kuna nyama choma pale, hoteli mzuri sana, kila kitu, mtoto anacheza, wewe mzazi una starehe, na pia wewe mzazi pia kuna michezo unaweza cheza, na pia vile nilivyosema sasa tunafungua mambo ya kachoroboma mahali ambapo tunaleta maadili ya kitamaduni tunarudisha sasa huyo mtoto hata akija pale hicho ni kituo kipi ambayo sasa ndio kipo jikoni sasa? mm -hmm. Kipo. In fact, uh, hivi karibuni kitakuwa kinana, nimesema kuanzia Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. mm -hmm. Kija pale hata mambo ya kitamaduni, unajua hata pia wazazi wengi, yeah, tamaduni ama mambo ya utamaduni tumeyasahau sasa. mm -hmm. tumeleta hiyo kituo hapo karibu na, mm -hmm, na watu mm -hmm. Kwa hivyo ukija pale utaenda pale ujue tamaduni za Kimijikenda zilikuwaje za Wakikuyu. Hata unapotembea hapo utajiona, alafu kuna hizo performances, cultural dances na nini vile vitu viko pale, hata hizi mambo ya kuigizaji sana ya kuigiza, mambo ya drama na ni zipo pale zote, so unapokuja pale hutakosa kitu ambao utatoka nao pale, kama sio michezo angalau utastarehesha utajastarehesha <laughs> na upate kunini At least kupendeza kuona, kwa sababu kuna wale ambao hawataki michezo mm -hmm. Watakuja pale waende waone traditional dances na nini na mm -hmm. wameridhika. mm -hmm. Kuna wale watasema, si tumekuja team building, eti pia ipo mm -hmm. na tuko na wataalamu wanafanya mambo yote mm -hmm. kwa hivyo ni waje wa Haya, asante sana Michael. Mtazamaji, tunapumzika tena kidogo. Tunarejea hivi punde. Lakini kukumbusha tu, je, unawashughulisha vipi watoto katika hili likizo ndefu? Nambari ya rafa ni 22422. Ukupitia mtandao wa kijamii ukitumia alama ya reli Sema na Citizen. Na naona jumbe nyingi sana kutoka kwa watoto na watoto wanalalamika. Kwa hivyo nadhani wazazi, ni muhimu muweze kusikiza na nitasoma hizi jumbe tutakaporejea ili tuweze kujua mahali ambapo tunaweza kujirekebisha kama wazazi, ili watoto pia waweze kupata vitu vya kujishughulisha ambavyo vinaweza kuwasaidia haswa katika maisha yao siku za usoni. Endelea kuwa nasi <muchasimu>